Naitwa Dr. Juma Zuberi Homera, mkuu wa mkoa wa Mbeya. Ningependa niwajulishe wana Mbeya kwamba Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan mnamo mwaka elfu mbili na ishirini na mbili kuelekea ishirini na tatu tuliandika maombi maalum ya kuomba maeneo kwa ajili ya uwekezaji katika mkoa wetu wa Mbeya, hususan katika halmashauri ya Mbeya vijijini na Mbeya jiji. Hivyo baada ya kuomba haya maeneo ambayo yalikuwa yapo tu hayatumiki na Mheshimiwa Rais akaona busara kwamba atupatie maeneo ya Tanganyika Packers pamoja na maeneo ya TBC ambapo uh, maelekezo aliyotoa ni kwamba lazima tuzingatie uhitaji wa wahusika ambao walikuwa wanatumia maeneo hayo. Kwa maana TBC lazima watengewe eneo wawe nalo, lakini pia na kwenye eneo la Tanganyika Packers lazima tuzingatie pia mahitaji ya wadau mbalimbali. kuhusu utekelezaji wa upimaji wa ardhi katika maeneo ya Utengule Msalala yaliyopo yali chini ya Tanganyika Packers na eneo la TBC Iwambi lilopo chini ya shirika la utangazaji TBC. Tuli uh, nadhani tulifanya huo mchakato kuhakikisha kwamba tunakuwa na maeneo hayo ili tuweze kuleta wawekezaji waweze kuwekeza katika eneo hili ndani la mkoa wa Mbeya, na na kwa maana ya jiji la Mbeya na Mbeya vijijini. Ndugu waandishi wa habari, wananchi wa mkoa wa Mbeya, pamoja na wadau wa maendeleo, mabibi na mabwana, pia niwasihi tu kwamba hapa nitaeleza maeneo ambayo yamepangwa na ni mji wa kisasa unaenda kupatikana ndani ya mkoa wetu wa Mbeya. Kwa heshima na taadhima, napenda nitumie fursa hii kuwapa taarifa rasmi kuhusu utekelezaji wa mradi mkubwa wa wa upimaji wa ardhi unaoendelea katika mkoa wetu wa Mbeya. Mradi huu ni sehemu ya mikakati ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, yani kuimarisha mipango miji na matumizi bora ya ardhi kwa ajili ya maendeleo ya kijamii na kiuchumi ya wananchi wetu. Mradi huu unatekelezwa na ofisi ya msajili wa hazina kupitia msajili wa hazina kupitia mkandarasi ambaye ni chuo cha ardhi Morogoro. Uh, mkoa wa Mbeya umepewa nafasi ya kipekee kushiriki katika mradi huu kama sehemu ya juhudi za kitaifa za kuandaa ardhi kwa maendeleo ya kisasa. Lakini pia mradi huu ni mradi ulioanza rasmi kutekelezwa uh, Juni mwaka 2024 na unatarajiwa unatarajia kukamilika mwezi Mei mwaka 2025 yani mwezi ujao. Ndani ya kipindi hiki tunatarajia kuona matokeo makubwa na yenye tija katika maen, ma, maeneo lengwa kwa maana ya kwamba na hatimaye kuchochea kasi ya maendeleo ya wananchi katika mkoa wetu wa Mbeya. Mradi huu ambao unatekelezwa katika mkoa wetu wa Mbeya, nafasi ya mkoa mkoa wa Mbeya kwa maana ya mkoa wa Mbeya haupo na tu kama mnufaika wa mradi huu, bali ni mshiriki wa kimkakati katika kupanga mji huu ambao ulioko katika halmashauri ya Mbeya vijijini na Mbeya jiji, kutokana na nafasi ya pekee ya kipekee katika maendeleo ya taifa. Mbeya inaendelea kuwa miongoni mwa mikoa inayoongoza kwa uzalishaji wa mazao ya chakula na biashara na ina miji inayokuwa kwa kasi, hivyo kuhitaji mpango kabambe bambe wa ardhi na miundombinu bora. Na hata hivyo mradi unatekelezwa katika maeneo ya Utengule, uh, Nsalala na TBC Iwambi, ambapo tunatarajia kupata zaidi ya viwanja elfu moja na mia mbili kwa matumizi mbalimbali yakiwemo makazi ya kisasa ya viwanja ambavyo vitatangazwa, lakini maeneo ya viwanda vikubwa ambavyo vitahusika kwenye masuala mbalimbali ya ujenzi wa viwanda, viwanda vikubwa na viwanda vidogo, maeneo ya biashara kama malls kubwa kubwa ambazo watu watakwenda shopping kufanya eh, manunuzi ya bidhaa mbalimbali kutoka nchi ya Zambia, Malawi hata Congo watakuwa wanafika katika mji wetu kutokana na kupanga eneo zuri kabisa kwa ajili ya shopping mall kubwa, kumbi kubwa za mikutano uwezo wa kubeba wananchi zaidi ya elfu kumi kwa wakati mmoja mpaka elfu ishirini Huduma za kijamii kama vile shule, hospitali na vituo vya afya navyo vitakuwepo katika eneo hilo, mashamba ya mijini yani block farms ndogo ndogo ambazo watu watakuwa wanaweza kukaa na kuweza kuweza ku, ku, kufanya kilimo cha mazao madogo madogo, bustani, mboga mboga na kadhalika, ambapo zaidi ya ma, maeneo zaidi ya viwanja zaidi ya themanini, e, e, mashamba hayo yanatarajia kupatikana mpaka mia moja, lakini mashamba ya mijini kwa kuimarisha uzalishaji wa mazao ya chakula na biashara katika eneo hili. Unajua kwamba ni eneo ambalo jirani na airport, ambapo tutakuwa na eneo hili ambalo kwa ajili ya mboga mboga matunda na mazao madogo madogo ya, ya biashara ma, ili kuweza kusafirishwa kupeleka nchi mbalimbali na mbali. Kuzingatia pale ni jirani kabisa na airport iliyoko katika mkoa wa Mbeya, eneo la eh, Songwe. Maeneo ya michezo na burudani kwa maana kwamba tunatarajia kuwa na eneo kubwa kwa ajili ya uwanja mkubwa wa mpira na sports arena kwa ujumla wake, na kwa kukuza vipaji, kutoa ajira na kuongeza kipato kwa vijana wetu katika eneo hilo. Lakini mchanganuo wa matumizi mbalimbali ya ardhi na idadi yake katika mradi wetu ni kwamba makazi zaidi ya viwanja 911, makazi na biashara viwanja 164, biashara pekee viwanja vinne, soko kubwa ambayo viwanja kimoja, taasisi ya huduma za kijamii, shule, vyuo, vituo vya afya ambavyo tunatarajia kuwa na chuo kikubwa cha afya kwa maana ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam wana kampasi yao kubwa kabisa ambayo itakuwa na kiwanda cha kutengeneza vifaa tiba lakini pia na E, na hospitali kubwa kwa ajili ya kama ilivyo Benjamin Mkapa katika eneo lile la Tanganyika Packers, lakini pia maeneo ya ibada lazima tumeweka zaidi ya viwanja sita, lakini pia mashamba yale niliyozungumza kwamba yataongezeka yako themanini yatafika mpaka viwanja mi, e, mashamba mia moja e, uhifadhi kwa maana ya masuala ya logistics. Unajua kwamba Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameweza kupata, e, wawekezaji na kwa kushirikiana na serikali ya Jamhuri ya China kwa kuimarisha reli ya kati yaani reli ya Tazara, ambayo kwa namna moja au nyingine sasa tunakwenda kuimarisha, lakini sasa kutokana na kuimarisha huku e, wawekezaji wakubwa wameomba kuwa na logistic centers ambazo zitakuwepo eneo la Iwambi ambalo litatengeneza ajira nyingi, na niseme tu kwamba katika eneo hilo pia tutatenga eneo moja kwa ajili ya ofisi kubwa ya waandishi wa habari kwa ajili ya kwa kuhakikisha kwamba wanakuwa na ofisi yao ya kisasa Mbeya Press Club, ambako tutakuwa na ofisi zao za kisasa kabisa. Yawezekana ikawa ni msalala kwa maana ni mji wa kisasa ambao wao watakuwa na ofisi zao, na kwa sababu kuna njia nne, haina shida. Maanake ni kwamba tunaondoka tu tunateleza, tunafika pale ofisini na mambo mengine yanaendelea.